Buya, mimi ni mkunga nafanya na kazi hospitali ya rufaa mkoa wa Tabora Kitete, nafanya na kwenye kitengo cha wodi ya kina mama. Sawa, kwanza tu, tuwapongeze kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya ya kuhudumia jamii. Tukianza sasa katika uh, mpango mzima mchakato mzima wa kujifungua hukoje, kwanzia mama mjamzito kujifungua mpaka mtoto kumfikia? Um, kwetu hapa Kitete tuna tuna kliniki ambayo tuna, kuna kliniki ambayo inaendeshwa na madaktari bingwa, ambapo wanaanza kumwona mama kabla hajawa mjamzito, kwa wale wanaopata fursa ya kuonana na madaktari au timu ya wataalamu kabla hawajao wajawazito, uh, kwa ajili ya kupewa elimu, kushauriana kulingana na afya yao uh, juu ya ubebaji mimba, lakini wakati wa Uh, wakati wa ujauzito pia kuna wakina mama ambao inawezekana wana changamoto kwenye mimba zao zilizopita, au uh, kwenye mimba ambayo ni husika. Kwa hiyo kwetu pia hiyo huduma ipo. Kwa hiyo mama anaana na timu ya madaktari bingwa pamoja na timu ya uh, watoa wa huduma wa afya kwa ajili ya kutembea naye wakati wa ujauzito. Kwa hiyo um, Tunapokea ambao wanatoka ndani ya Tabora manispa na hata nje pia mkoa, hata kwa sababu hii ni hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora. Kwa hiyo kuna kesi zingine ambazo zinakuwa labda ni ngumu inatakiwa aonane na daktari bingwa au na timu ya mkoa, kwa hiyo tumekuwa tunawaona kina mama wa namna hiyo, lakini kina mama wanakuwa wana changamoto pia wakati wa ujauzito. Kuna wengine tunawaona kama wagonjwa wa nje, wengine tunaona kama wagonjwa wa kulazwa pia. Kwa hiyo uh, tunahudumia kina mama wa namna hiyo uh. Sasa kukuja kwenye swali lako uh, tunamzungumzia sasa mama ambaye amekuja kujifungua kwetu hapa. Kwa hiyo uh, kama ni anaweza kaja kama mama wa dharura au mama ambaye uh, tulikuwa tumempanga, yani tulikuwa tumemwona kabla haji kama dharura. Kwa hiyo wote hawa tunahudumia uh. nitaanza na huyu ambaye anakuja kama dharura Ka, uh, kwa hiyo akija tutampima uh, kuangalia kama yupo kwenye uchungu tayari. Uh, kama yupo kwenye uchungu tutaendelea kumfuatilia yeye pamoja na mtoto uh, wakati wote ambao wanakuwa hapo kwenye uchungu. Kwa hiyo kuna vipimo ambavyo tunavipima uh, lakini tunaangalia pia alivyokuwa anafanya kliniki alikuwa anaendaje. Kwa hiyo kuna wale ambao wanakuwa wako uh, kawaida lakini wale wanakuwa wana changamoto au dharura pia. Uh, inamaanisha wapo kwenye uchungu. W wote tunakuwa tunawahudumia. Kwa hiyo wa kwetu hapa, kuna hospitali zote kujifungua kupo kwa aina mbili, kuna ambayo ni kawaida na yule ambaye anakuwa sio kawaida. Kwa hiyo akiwa ni kawaida, inamaanisha atajifungua na tutaendelea kumfuatilia, akiwa kwetu hapa atajifungua kwa njia ya kawaida lakini kama uh, laba uzazi wake una changamoto anahitaji kwenda kwenye upasuaji, ataenda kwenye upasuaji. Au kama kunahitajika kufanyika njia nyingine pia za kumsaidia, pia tunamsaidia. Kwa hiyo anaweza akajifungua kwa njia ya kawaida au njia uh, tunasema za operation, pamoja na njia zingine za kitaalamu ambazo tunakuwa tunazitumia. Kwa hiyo akishajifungua, uh, mama uh, sasa ambao wamezaa bila operation tunatakiwa tuwafuatilie kama hawana changamoto angalau masaa 24 mama pamoja na mtoto. Kwa hiyo mama atajifungua, tutamfuatilia uh, ndani ya masaa mawili ya kwanza tunakuwa tunamfuatilia kila robo saa, tunakuwa tunampima, tunaangalia maendeleo yake ambavyo anakuwa anaenda. Kila tunapokuwa tunampima yeye, tunamwangalia na mtoto masaa mawili ya kwanza. uh, baada ya hapo uh, tunaenda kwenye masaa mengine, anakuwa anafata, tunatoka nusu saa dakika thelathini kila baada ya dakika thelathini tutakuwa tunamwangalia. Baada ya hapo tunaenda saa masaa manne mpaka atakapokuwa amekamilisha masaa ishirini na nne akiwa kwetu. Kwa hiyo kama ataonekana hana changamoto, mama pamoja na mtoto, yeyote kati yao wote wakaonekana hawana changamoto, inamaanisha tutawaruhusu, na wakati tunawaruhusu pia tuta tutakuwa tunampima na kumfanyia uchunguzi kama mama yuko uh, vizuri kwa ajili ya kwenda nyumbani. Huyu ni kwa ambaye hana changamoto. Akiwa na changamoto, labda amefanyiwa operation yenyewe tunaenda siku tatu, kama hana changamoto na tumemfanyia uh, uchunguzi tunaona hamna changamoto yoyote, basi huyu tunamruhusu alafu tunamwambia anarudi baada ya siku saba. Ah uh, kwa hiyo kwenye uzazi kuna changamoto zingine, labda na kifafa cha mimba dalili za hatari za kifafa cha mimba, damu iko chini, huyu inabidi tukae naye kidogo kwa muda mrefu tukiwa tunampatia matibabu na ufuatiliaji pia. So, umeelezea mchakato mzima wa kujifungua. Je, katika hospitali ya Kitete, isha itokea labda kesi mtu? Ah, kajifungua kaisi mtu tokea mbadilishwa hospitali si, oh, na siku nyingi siwezi nikasema, lakini mimi kwa tokea hospitali yani imefunguliwa mpaka leo hiyo, yes, siwezi nikasemea lakini kwa ufahamu wangu na kwa muda wote ambao nipo hapa, sikumbuki kama tumeshapata kesi kama hii hapa, kwa sababu aa, sisi mama, nafikiri kwa namna pia ambavyo tunakuwa tunazidi kupeana elimu. Unajua, mtu anavyokuwa anakuja kujifungua ni yeye pamoja na mtoto, kwa hiyo inabidi uwe, aa, uwe makini sana. Kwa hiyo sisi kwetu, kwa mfano mama ambaye amejifungua kawaida Uh, wakati unamhudumia mtoto akiwa tumboni kwake, pale umeshamtoa lazima umuonyeshe mama mtoto wake, lazima aone jinsia ya mtoto, unaelewa. Alafu uh, kina mama huwa anakuja na kanga, kwa hiyo atachukua kanga yake, utaona nini pale uh, alafu mama anakaa na mtoto wake. Kwa hiyo muda sisi kwa huyu mama ambaye anakuwa ana changamoto, muda wa mama kutenganishwa na mtoto wake huwa ni amna, kila kitu kitafanyika tumboni pale, atatolewa mtoto Mama ataenda kupimwa uzito, unamwambia kabisa, mama huyu mtoto wako tunaenda kumpima uzito pale, afu tunamrudisha, kwa sababu inatakiwa mtoto aanze kunyonya ndani ya saa. Kwa hiyo kama mama ana changamoto, inamaanisha haraka haraka kishampima uzito pale, mama akiwa ana changamoto, unamrudisha kwa kwa mama yake, anaanza kumnyonyesha. Lakini kwa wale ambao wanakuwa na changamoto, labda wamefanyiwa operation pale pale kwenye operation, kama mama atakuwa anapewa ile uh, nusu kaputi, anakuwa anajitambua, lazima umuonyeshe mama mtoto wake, mama mtoto wako ni huyu na huyu na huyu. Kuna nani huwa tunawaandikia alama, kwa hiyo tunamwandikia kabisa alama, na kama mama alikuwa amekuja na kanga zake pale pale ndani. Kwa hiyo baada ya hapo, mtoto tunaweza tukamtanguliza, ambapo anaenda mama yake kule, pia tunakuwa tunakabidiana tumekuja na mtoto wa mama fulani fulani, labda tumeongozana na mama au mama anakuwa anakuja nyuma uh, baada ya mtoto. Kwa hiyo unakuta kuna alama kabisa ameandikiwa mtoto wa fulani fulani, amezaliwa muda fulani, mtoto wa jinsia gani uh, na uzito gani, hali uh, yake ambavyo tumetoka naye. Kwa hiyo zile zote unazokuta tumeandika zinaendana na yule mtoto. Kwa hiyo hizo ni njia za utambuzi lakini pia kipindi kingine tulikuwa tunatumia, kulikuwa kuna alama ambayo tulikuwa tunawavalisha kina mama uh, uh, ni siku chache kidogo zimepita. Mama tulikuwa tunamvalisha mkononi alama ambayo inafanana na mtoto wake, kwa hiyo ile unakuta haiwezi kutoka. Kwa hiyo ukiwa umemvalisha nani mtoto na mama, yani ukishavaa mkononi, labda uje uikate, ambayo mara nyingi anatakiwa kufanya hivyo mama, kwa hiyo unakuta tunamvalisha mama na mtoto kwa hiyo unakuta kile ni alama ambayo inafanana kote. Nafikiri hiyo ni, pia ni njia ambayo ni nzuri nyingine. Pia mbinu gani za kisasa ambazo zinafanyika endapo itatokea tukio kama hili limetokea katika hospitali, tukio la ala kubadilishia mtoto? Kwetu sisi hicho kitu hakina hata, kwa hospitali zingine endapo itatokea tukio kama hili, kwanza sasa hivi uh, tuna Tuna advocate, tuna shauri sana mama akiwa anakuja kujifungua kwenye sehemu za huduma awe na mtu ambaye ameambatana naye, kwa sababu ya kumsaidia kuna vitu vingine ambavyo labda inawezekana labda muda mama anahitaji kitu fulani mtu anayekuja kumsaidia anaweza akasaidia. Kwa hiyo kuwepo, anaweza kawa ni mume wake, anaweza kawa ni mama yake Uh, ndugu yake wa kike wanaweza ukaingia mle ndani. Kwa hiyo inamaanisha yule anaweza kawa ni msaada wa kwanza uwepo wake kwamba mtoto amezaliwa anakuwa anaona zile taarifa zote hivi hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo akiwepo mtu mwingine tofauti na na mama mama inaweza kuwa inasaidia. Hiyo ni ni njia moja. Kwa hiyo tunasema ni mtu ambaye ameambatana na yule mama. Lakini cha muhimu kuliko zote ni kupeana taarifa kila hatua ambayo inakuwa inafanya Mama, mtoto wako tunamkata kitovu, tunaenda kumpima uzito mtoto wako, labda amepata changamoto, tunampeleka wodi ya watoto wachanga, unaelewa eh? Anakuwa anaona kabisa mtoto wako labda ana changamoto hii, inaitwa kupeleka wodi ya wachanga. Kule kunakuwa kuna makabidiano, hiyo namba moja. Lakini kama nilivyokuambia pia, aa, ni kuna kuna vido fulani hivi kama vibangili ambavyo vinakuwa viko, viko pair Yani unazitenganisha una pale unapokuwa unamvisha mama pamoja na mtoto. Kwa hiyo, hamna namna pea moja ikawa inafanana na pea nyingine. Kwa hiyo inamaanisha mama atakachokuwa amevaa ataenda kukiona kwa mtoto wake ni vile vile. Na wakati unamvalisha mama na mtoto anakuwa anaona naona kabisa hii hapa yangu inafanana. Namna kuitoa ile ni kuchana kabisa na, na, kuchana na mkasi au wembe na ukishaichana uwezi ukarudisha. Kwa hiyo inamaanisha mama akiwa amevalishwa ile pale, akija kumwona mtoto wake, wote wamekuwa wanavalishwa kitu ambacho kinafanana. Namna kuichana, namna kuitoa ni yeye kuichana na uwezi ukairudisha. Kwa hiyo pia inaweza kuwa ni njia nzuri, lakini zote kuliko uh, kuliko ni kufanya mawasiliano. Mama ajue mtoto ana changamoto, mama ajue mtoto wake yuko vizuri, mama ajue mtoto, mtoto wake anaenda wapi kwa sababu gani na kama kuna ndugu ama mtu wa karibu na yeye anakuwa na anaona ule mchakato. <coughs> Ni muhimu yale maandalizi ya kujifungua, mama asitembee mwenyewe, atembee na ndugu, atembee na mme wake pia. Sijui kama unaelewa, lakini hata wakati wa kujifungua pia, yani wale watu wasiwe nyuma, huyu mtu bado anahitaji watu wa kukaa naye karibu. Kwa hiyo uh, wito wangu kwa jamii, yani mama mja mzito, tunatakiwa tukae naye karibu sana kuanzia anavyokuwa mjamzito, siku anakuja kujifungua, na hata baada ya kujifungua pia. Kwa hiyo, kwa kushirikiana na wale wataalamu, inamaanisha wote tunaweza tukamsaidia huyu mama pamoja na mtoto wake kuvuka wakiwa salama. Sio swala la wataalamu tu, lakini hata kwa jamii, ndugu, kama hivyo ambavyo nimewataja, nime